Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka kwa waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza kuanzia aya ya 16 hadi ile ya 25, na injili tunaipata uh, kwa mwinjili Luka sura ile ya 11 aya ya 37 hadi ya 41. Nitaisoma injili Yesu alipokuwa akinena, farisayo mmoja alimwita aje kwake ale chakula, akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomuona alistaajabu, kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Ekristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Mtume Paulo ambaye baada ya kutenda dhambi nyingi za kuweza kulitisa kanisa, alivyomgeukea Mwenyezi Mungu kwa asilimia mia moja, hasa alitumia muda wake mwingi kuweza kuyajenga makanisa mbalimbali mbali. Alianzisha makanisa mbalimbali, hasa yale ambayo yalikuwa nje ya Uyahudi, nje ya Israeli baada ya kuweza kuonyesha yale makanisa akawa anatumia muda wa kuweza kuiandikia barua kuwakumbusha namna gani wanavyopaswa kuweza kusimama imara katika neno la Mungu katika maisha mapya ya Ukristo. Sasa wiki hii tunakutana na barua yake Paulo aliyoandika katika kanisa la Rumi ambalo hilo kanisa lilikuwa katika jiji la Roma, na katika jiji la Roma kulikuwa kuna watawala kulikuwa kuna wasomi, kulikuwa kuna maisha yote, kulikuwa kuna miungu ya ajabu. Kwa hiyo Wakristo wakawa ni kundi dogo ambao walijikuta hapo kati kati ya ngome za Kirumi, ngome nzito zaidi, miungu mikubwa, falsafa za hali ya juu. Na baadaye pia usije ukasahau, alikuwepo mtawala mmoja mkubwa, Kaizari, ambaye yeye alikuwa ni tishio kubwa sana kwa hawa Wakristo. Anajitambulisha yeye kama ni mtumwa wa Kristo. Anawaambia wakristo kwamba watambue mwenyezi Mungu alipowaita si kwa sababu ya mastahili yao, amewaita kwa neema ya mwenyezi Mungu, amewatenga na mambo ya kidunia ili waweze kuwa wa Mungu, na zaidi ya yote, wito huu wa kutengwa na mambo yote, mwenyezi Mungu anawaandaa kuweza kuwa watakatifu. Sasa neno la Mungu lilipokuwa linahubiriwa nyakati hizo, ambayo ilikuwa ndio Injili ambayo ilikuwa ni habari njema, injili, kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka akapaa mbinguni. Injili hii viongozi wengi wakubwa, wenye cheo, wenye pesa waliidharau sana, wakasema, hatuwezi kujiambatanisha na mtu aliyeshindwa kuweza kujitetea, bali watu waliokuwa wa chini ndio wakaipokea injili, wakafurahia sana asa sentesi yake leo hii kwa kanisa lile la Rumi anasema, siionei haya injili, siionei haya injili ya Kristo kwa sababu ina uwezo wa Kimungu. Kwa nini anaanza maneno mazito kwamba sionei haya injili? Nimekwambia kwamba injili ilikuwa ni habari njema ya Yesu Kristo, akasema kwamba injili hii ambayo ni habari njema kwamba Yesu Kristo alifufuka alivyofufuka akapaa mbinguni imekuwa ni habari yenye aibu katika jiji la Rumi, lakini ndani mwake katika injili kuna nguvu ya kimungu kubwa sana. Na anapozungumza sentensi kwamba ina uweza wa Mungu ambayo unaleta wokovu, alikuwa analiambia, alikuwa anawaambia watu walioko katika lile jiji la Rumi, yani juji, jiji la Roma, kwamba ingawa ninyi wa Rumi mnajivunia juu ya nguvu juu ya uweza katika jeshi walijivunia juu ya uweza katika jeshi lao, walijivunia uweza juu ya falsafa zao ambazo walikuwa wamezirithi kutoka kwa Wagiriki, walijivunia juu ya pesa, walijivunia juu ya miungu yao, kama miungu yao ilikuwa ina nguvu kuliko vitu vingine vyote vile. Walijivunia mambo hayo. Paulo akasema, hizo nguvu ambazo nazojivunia zimewapelekea mkashindwa kuweza kuwa na uadilifu katika maisha yenu. Mmemwacha Mwenyezi Mungu, mmeendelea katika dhambi, dhambi hizo ambazo ni chafu. Mmeanguka katika dhambi na baada ya kuweza kuanguka mmekosa neema ya Mwenyezi Mungu, na neema ya Mwenyezi Mungu sasa imewapelekea mmefarakanika na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya matendo yenu, haitawapelekea popote pale. Mpendo mtazamaji, ni kawaida ya watu wote wanaoishi katika miji katika majiji huwa wanajivunia uweza katika pesa. Na ukiona umejivunia uweza katika pesa, unajivunia uweza katika nguvu ya silaha ambazo uko nazo, unajivunia uweza katika nguvu ya eh, miungu chawi na vitu vingine, habari ya kumcha Mwenyezi Mungu inakuwa kidogo. Na baada ya hapo sasa, ukijivunia nguvu zako katika pesa katika silaha, katika miungu, kinachofuata baada hapo ni maisha machafu ya uadilifu, unakuwa na maisha machafu sana, maisha ambayo ndani mwake unatesa watu wengi. Sasa Paulo akasema kwamba kuna nguvu zaidi ya pesa, kuna nguvu zaidi ya jeshi, e, kwamba hiyo ndio injili takatifu, kwamba injili ina nguvu, injili ina nguvu ya kuweza kuwaokoa watu. Nyakati zile Paulo alivyokuwa anaishi watu walikuwa wanatazamia wokovu kwa sababu walikuwa wamekandamizwa, walikuwa wameumizwa, wakasema wokovu utatoka wapi? Paulo anawambia kwamba sikilizeni, msisubiri wokovu kutoka kwa Kaisari, msisubiri wokovu kwamba utapatikana kupitia pesa, msifikiri kwamba uokovu utapatikana kupitia mambo mengine. Wokovu utapatikana kupitia neno la mwenyezi Mungu, yaani Injili. Mkiamini neno la mwenyezi Mungu mtaokolewa kwa sababu walivyokuwa wanafanyiwa mambo mabaya, walipata magonjwa mengi sana, waliumizwa sana, wakakosa amani. Kwa hiyo wakawa wanasubiri ni lini tutapata habari njema kwamba kuna mmoja ambaye ana nguvu kuliko Kaisari, kuna mmoja ana nguvu kuliko watawala wabaya. Paulo anawaambia kwamba injili ina nguvu. Tufanyeje katika nyakati ngumu ambazo tunazopita hapa duniani? Kama Paulo anavyoliandikia kanisa hili, ni hivi unavyoishi katika maeneo ya mjini usitegemee nguvu yoyote ile nje ya Injili, neno la Mwenyezi Mungu. Usitegemee uweza kutoka kwa mtu ambaye huyu anaonekana kwamba yeye ana nguvu za Kimungu. Usitegemee kwa vitu kama hivyo. Unapopita katika magumu mbalimbali, mtegemee tegemee neema ya Mwenyezi Mungu, na baadaye pia simama imara katika neno la Mwenyezi Mungu, katika Injili ambayo yeye mwenyewe amesema kwamba ina nguvu. Na baadaye pia unapokuwa katika mazingira ya mjini ukionekana unasali unamtegemea Mwenyezi Mungu, watu wanakudharau. Paulo anasema kwamba sio sionei haya Injili. Usije ukaonea haya Injili ya Yesu Kristo, usije ukaonea haya imani yako, hata kama wataonekana wenzako wengi wanategemea uweza wao vitu vyao huko vya ajabu ajabu huko. Kila mmoja ana mambo yake. Simama katika swala zima la imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Anasema hiyo itakuokoa, itakuokoa katika kila aina ya uharibifu ambao uko mbele yako hiyo itakuokoa na kila aina ya uchafu ambao uko mbele yako. Hiyo itakuokoa na wale wote ambao wanavunjiana heshima katika miili yao wao kwa wao, na baadaye utakuwa ni mtakatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.